Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam, ilivyo mbiu ya mgambo inapolia huwa kuna jambo, ndivyo ilivyo kitambulisho hicho kinaposikika, ni ishara kwamba ni wakati wa kusikiliza habari, ripoti, uchambuzi, makala, burudani kutoka hapa DW Kiswahili kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimekuandalia mambo hayo yote, mieni Jon Juma nikisema karibu DW, DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba na kwanza ni muhtasari wake. Takriban watu laki moja wamekimbia machafuko kaskazini mwa Msumbiji. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier ameanza ziara rasmi ya kiserikali ya siku tatu nchini Uingereza na Umoja wa Ulaya umewasilisha mpango wake wa yuro bilioni 90 wa kuisaidia Ukraine. Habari kamili. Nampula.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 niko Erati kaskazini mwa Msumbiji, ambako takriban watu laki moja walioachwa bila makazi wamewasili, wanatokea wilaya jirani ya Memba. Wilaya hiyo imeshuhudia mashambulio katika kipindi cha siku na wiki kadhaa, yakifanywa na kundi la wanamgambo ambao wameshambulia raia, kuchoma nyumba na wakati mwingine kuchoma moto kijiji kizima. Raia wameuliwa na wengine hata kukatwa vichwa. Even shirika hilo la UNHCR lina wasiwasi na mashambulio wa ambayo yanashuhudiwa mfululizo wakati huu na kusambaa nje ya mkoa wa Cabo Delgado na kufikia hadi Nampula. London. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amewasili leo mchana nchini Uingereza kwa ziara rasmi ya kiserikali ya siku tatu akiandamana na mkewe Ilke Budenbender na kukaribishwa na Mfalme Charles watatu katika kasri la Windsor kwa mapokezi ya kifahari na sherehe ambazo kwa asili ufalme huo wa Uingereza huwafanyia wageni wake mashuhuri. Steinmeier ni kiongozi wa kwanza wa Ujerumani kufanya ziara rasmi ya kiserikali nchini Uingereza katika kipindi cha miaka 27 baadaye hivi leo atakutana na waziri mkuu Kiastame kwa mazungumzo yatakayojikita kwenye suala la vita vya Ukraine. Siku ya Ijumaa, rais Steinmeier na mkewe watakwenda katika kanisa kuu la Coventry kukumbuka mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na manazi dhidi ya mji huo yaliyosababisha mauaji ya takriban watu 568 mwaka 1940. Brussels.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 Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Beijing. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anafanya ziara ya siku tatu nchini China, ambako amewasili hivi leo, akilenga kujadili na viongozi wa nchi hiyo kuhusu biashara na diplomasia. Kiongozi huyo wa Ufaransa anataka kuishawishi Beijing kuishinikiza Urusi kuelekea swala la kufikia makubaliano ya usitishaji vita na Ukraine. Maafisa wa Ufaransa na China wanatarajiwa kwenye ziara hiyo kusaini makubaliano kadhaa katika sekta za nishati, chakula na usafiri wa anga. Ofisi ya Rais Macron imesema kiongozi huyo atatetea juhudi za kuwepo soko huru lenye kuzingatia haki ya kibiashara. Na hatimaye Jakarta. Maafisa nchini Indonesia wanaokabiliana na hali ya mafuriko iliyosababisha vifo vya watu 804 katika kisiwa cha Sumatra wiki hii wameomba msaada zaidi kutoka serikali kuu ili kuondoa tatizo la ukosefu wa fedha, chakula na mafuta. Serikali ya Indonesia imekataa hadi sasa kutangaza mafuriko hayo kuwa janga la kitaifa licha ya kuongezeka shinikizo la kuitaka ichukue hatua hiyo. Mafuriko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo kadhaa ya kisiwa cha Sumatra. Nchi hiyo imewahi kutangaza janga la kitaifa mara tatu tu katika historia yake: lilipotokea tetemeko la ardhi mnamo mwaka 1992, tsunami mwaka 2004 na wakati wa mripuko wa uviko 19. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia kutoka hapa DW Bonn. DW Dunia yetu leo jioni. Shukran sana Saumu Mwasimba kwa habari za Ulimwengu. Msikilizaji, tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi. Mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania wafutia kesi mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Niffer na mwanaharakati Mika Chavala. Umoja Mataifa Uh, walaani ukandamizaji unaoongezeka dhidi ya upinzani na vyombo vya habari nchini Uganda kabla ya uchaguzi mwakani. Tunaona hali, uh, namna inaendelea, uh, inaonekana wapinzani zaidi, huyo uh, mwanasiasa kijana Robert Kyagulanyi anafinywa na huenda wafuasi wake pengine wataanza kufanya mambo ambayo inaweza ikaweka nchi katika hali ya hatarishi. Na Marekani asimamisha maombi ya uhamiaji kwa raia kutoka mataifa 19 ikiwemo Sudan na Somalia. Tupate katika chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na pia kwenye tovuti yetu dw.com kwa Kiswahili, bila kusahau redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Jina langu ni John Juma, tuwe sote hadi tamati. Afisa mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani ukandamizaji unaoongezeka dhidi ya upinzani na vyombo vya habari nchini Uganda kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Tuk amehimiza uchunguzi usio na upendeleo kuhusu madai ya kukamatwa kiholela, kupotea kwa watu na mateso. Aidha amewataka viongozi wa Uganda kuacha kutumia mbinu za ukandamizaji, ndipo Waganda waweze kushiriki kikamilifu na kwa amani katika masuala ya umma ya nchi yao siku ya uchaguzi. Mwenza, uh, John, uh, nimezungumza na mchambuzi wa siasa ambaye pia ni mwandishi habari Anderson Lukwago, na kwanza nimetaka kujua ikiwa wito wa Volker Turk kwa serikali ya Uganda unaweza kuwa na athari za kisiasa au kisheria nchini humo. Mwito wake ni wa kweli, kwa sababu tumeona hali ikiendelea kuharibika. Uh, wiki hizi mbili ambazo zimepita tumeona vikosi vya usalama vikiwashika wafuasi wa uh, uh, mgombea wa rais Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, na pia kumwekea uh, uh, vizuizi barabarani, kitu ambayo kimemletea uh, kukosa kufu, kuongea na watu mahali amepanga, na kwa kweli kuna watu wengine wamepigwa risasi uh, kwa mfano katika wilaya ambayo inajulikana kama Iganga na hata wengine wamepoteza maisha kwa hali namna vikosi vya usalama vinaendesha gari kwenye barabarani, na kwa hivyo kuna hiyo tatizo. Pili, kumekuwa na tatizo kwa upande wa waandishi wa habari. Tayari vyombo vya habari vimeandikiwa uh, na tume ya Uganda Communication Commission kuwaambia namna ya kufanya kazi kwa wakati wa kura. Ni kitu kizuri kulingana na sheria, lakini inaonekana kuna mkono fulani ambaye inajaribu kuwaalika na kuambia huenda, uh, maswala kama haya, uh, maswala maba, uh, ama msimamo mkali utatolewa hapo mbele na kwa hivyo hiyo inakiuka uhuru wa waandishi wa habari kufanya kazi mm -hmm, yao na wakati huo huo tumeona vikwazo kwenye chombo cha habari cha Nation Media ambapo hawakubaliwi ku, uh, kufanya kufanya habari kuhusu kampeni za Rais Yoweri Museveni. Waandishi wao wamefukuzwa huko wamefukuzwa kwenye bunge. Unafikiri ni hatua zipi Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa zinaweza kuchukua iwapo hali kama hiyo haitabadilika? Kwa mwanzo nafikiri uh, hatua ambayo imechukuli, imechukuliwa na Umoja wa Mataifa wa kuongea na kulaani uh, hali ya mambo hapa nchini ni hatua ya kwanza ambayo ni mzuri. Kwa hivyo nafikiri inatakana watumie ofisi zao uh, na wanadiplomasia kutoka nchi zingine kuingia hii masuala, kwa sababu sisi wote tunataka kura ambayo haina machafuko kama imetoke, kama tunavyoona imetokea kwa nchi zingine. Lakini tunaona hali uh, namna inaendelea uh, inaonekana wapinzani zaidi huyo, uh, mwanasiasa kijana Robert Kyagulanyi anafinywa, na huenda wafuasi wake pengine wataanza kufanya mambo ambayo inaweza ikaweka nchi katika hali ya hatarishi. Naam, unaweka wapi nafasi ya mashirika ya haki za binadamu ya humo ndani na hata ya jumuia ya kimataifa kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa kuelekea uchaguzi huo wa mwezi ujao? Kwanza kabisa, uh, mashirika ambayo yanashughulikia haki za kibinadamu hapa, ambayo ya, ya inamilikiwa na wananchi zimekandamizwa, haziwezi uh, kufanya kazi vizuri. Kwa upande wa pesa azifanye kazi na ukiangalia uchaguzi wa, wa mara hii hawajafanya um, mipango e, kama ilivyokuwa hapo awali ni kwa sababu ya hali ya pesa. Unafikiri ama unadhani ni mikakati ipi ya haraka inayoweza kutekelezwa ili kulinda haki za wananchi wenyewe, hata ukiachia wanasiasa, lakini hata haki za wananchi kabla na baada ya uchaguzi, kwanza vikosi vya usalama na serikali kwa jumla kufahamu ya kwamba kile kinachotendeka saa hii kiko chini ya katiba. Watu wanakubaliwa kuwaunga mkono wale ambao wanagombea na kujieleza ama kutoa maoni yao kuhusu masuala yoyote yanayotokea. Kwa hivyo wawakubali wale ambao wanagombea kufanya kampeni namna wanataka. Anaitwa Anderson Lukwago, mchambuzi wa siasa na pia mwandishi habari akitokea Kampala, Uganda. Mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania DPP amewafutia kesi mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Niffer na mwanaharakati Mika Chavala ambao walikamatwa kabla na wakati wa vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu na walikuwa wanatuhumiwa kwa makosa ya uhaini na uchochezi. Kwa achiwa kwao kumetokea wakati ambapo bado tume ya kuchunguza mauaji yaliyotokea kwenye vurugu hizo ikiendelea na kazi, na katika wakati ambapo kumekuwa na vuguvugu vugu kupitia mitandao ya kijamii linalohamasisha maandamano mengine mnamo Desemba 9 mwaka huu. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Ndugu jamaa na marafiki waliofika katika viunga vya Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu leo walijikuta katika vilio vya furaha baada ya watu wawili mashuhuri nchini hapa waliokuwa wakikabiliwa na makosa ya uhaini kuachiwa huru. Ni baada ya mkurugenzi wa mashitaka nchini DPP kuwafutia makosa mfanyabiashara Jennifer Jovin maarufu Niffer na mwanaharakati na mwandishi Mika Chavala. Wakili wa serikali Titus Aaron ameeleza mahakama kuwa DPP hana nia ya kuendelea na kesi dhidi ya wawili hao, hivyo mahakama kupitia hakimu mkazi mkuu Aaron aliamua,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 Ikumbukwa kuwa wawili hao na wenzao wengine walikuwa wanashtakiwa mahakamani hapo kwenye kesi namba 26388 ya mwaka 2025 chini ya kifungu namba 91 kifungu cha kwanza cha sheria ya makosa ya jinai sura ya 20 iliyofanywa marejeo mwaka 2023. Wakili aliyekuwa mtetezi wa watumio hao na wengine kama hao wenye makosa ya uhaini Peter Kibatala amesema DPP ametekeleza madaraka yake na kuongeza kuwa kurasa huo umefungwa rasmi kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini aliwaachia kwa mafungu. Kama nilivyosema, bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimuhitaji kutoa sababu ko, labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe. Wachambuzi wa masuala ya sheria wamezungumzia ujumbe unaojitokeza baada ya watumiwa hawa kuachiwa. Wakili Matthew Kakamba amezungumza na DW. Pamoja na hotuba ya jana Mheshimiwa Rais ambayo wengine tumeishangaa na tumeacha iende ikae ilivyo, lakini ina mtizamo mzuri wa kuonesha kwamba kuna mambo mengine ya kukamata watu hayakuwa na, na vigezo sahihi vya kukamata watu na kuwafungulia mashtaka. Kwangu mimi inampongeza DPP kwa kuliona hilo mapema. Kati ya Novemba kumi na Novemba kumi na moja watuhumiwa zaidi ya mia sita walikamatwa na kusomewa mashitaka ya uhaini katika mahakama mbalimbali mbali nchini hapa wakihusishwa na vurugu za maandamano ya Oktoba 29, wakati wa uchaguzi mkuu na kabla ya siku hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Tunasalia katika kanda hiyo ya Afrika Mashariki, sasa hivi ni Kenya. Uchunguzi wa bunge la Kenya umeibua madai ya kushangaza kuhusu unyanyasaji wa kingono, ukiukaji wa haki za binadamu na mienendo isiyo ya kimaadili inayodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Uingereza wanaofanya mafunzo nchini humo. Ripoti kunradhi, ripoti hiyo imeeleza shisia wasilwa na taarifa zaidi. Uchunguzi huo uliofanywa na kamati ya bunge ya ulinzi, ujasusi na mahusiano ya nje kufuatia maombi na malalamishi kutoka kwa Wakenya, hasa jamii za kaunti za Laikipia na Samburu zilizo karibu na maeneo ya mafunzo. Uchunguzi huu umebainisha simulizi za kutisha za ubakaji, unyanyasaji wa kingono na tabia za ukatili zinazodaiwa kufanywa na wanajeshi hao, pamoja na visa vya ulemavu na vifo vilivyosababishwa na uzembe katika kushughulikia vilipuzi vya kijeshi. Josephine, sio jina lake kamili, anaelezea jinsi alivyokutana na mwanajeshi wa Ulaya aliyemtunga mimba na kutoroka. Mwanaye sasa na umri wa miaka ishirini na miwili. Josephine anadai kuwa mumewe aliitwa Steven kupatana na mtoni kwa ka for six month nikapata mimba yake. kupata mimba yake akapigwa, ak akarudi akarudi uk nikasrago sana kulea ule mtoto, kulea mimba. Ripoti inaendelea kuelezea kuwa mashahidi walieleza kwamba kulikuwa na mabishana mara kwa mara yaliwahusisha wanajeshi yao katika baa, maeneo ya burudani na vituo vya miji, mara nyingi yakihusisha ulevi, mienendo isiyo ya kawaida na katika baadhi ya matukio tabia za vurugu au unyanyasaji wa kingono. Josephine anasema kuwa mwanawe amekuwa na msongo wa mawazo, kila mara akitaka kujua babake, juu alikuwa anakasirika, juu akisema anataka kwenda kwa daktari watoto wengi wanamuuliza mama wako anafanyanga vibarua naweye ni mtoto wa mjoni, mbona uwezi, mbona baba yako asiwatumie pesa mb... ubalozi wa Uingereza kwenye taarifa yake umesema nanuku, na nina nukuu, tukikabiliwa na madai mapya yaliyotajwa katika ripoti ya kamati, tuko tayari kuyachunguza kikamilifu mara tu ushahidi utakapowasilishwa. Taarifa hiyo iliongeza, Uingereza inathamini sana uhusiano wake wa kijeshi na Kenya, uhusiano unaotoa programu upane ushirikiano katika mafunzo, elimu na ujenzi wa uwezo ili kukabiliana na vitisho vya pamoja vya usalama. Nelson Koech ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya ulinzi, ujasusi na mahusiano ya nje. nataka kuambia kwa kwamba watulie, kwa sababu sisi wenyewe tunawakilishwa kwa bunge, tutafanya kazi yetu, atawahakikisha kwamba haki imeweza kufanyika, waka anyway, kwa wakaaji wa eneo. Kamati hiyo inapendekeza kwamba wizara ya ulinzi kwa ushirikiano na mwanasheria mkuu irekebisha sheria ya jeshi la Kenya ili kujumuisha kanuni za maadili kwa majeshi ya kutembelea, masharti ya kutovumilia kabisa ukatili wa kijinsia, wajibu wa kimazingira na mifumo ya usimamizi wa raia Shisia Wasilwa, DW Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo. Rais wa Marekani Donald Trump ameiita Somalia kuwa ni nchi ngumu. Katika kauli yake aliyoitoa jana Jumanne, Trump aliwaelezea wahamiaji wa kisomalia kama takataka taka, akisema hakuwataka nchini Marekani. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imesimamisha maombi ya uhamiaji kwa rei, kwa raia kutoka mataifa 19 ikiwemo Afghanistan, Venezuela, Sudan na Somalia. Josephat Charo ana maelezo zaidi. Akizungumza mwishoni mwa mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana Jumanne, Trump alisema anapotazama kinachoendelea katika jimbo la Minnesota anawaona Wasomali wakiiba na akamwagiza waziri wake wa fedha Scott Bessent afuatilie na kuchunguza kinachoendelea. Nasikia wasomali waliliibia jimbo hilo mabilioni ya dola, mabilioni kila mwaka, mabilioni ya dola, na hawachangii chochote. Fedha za ustawi wa jamii ni kama asilimia 88 ya bajeti jumla, na hawachangii chochote. Sitaki waingie katika nchi yetu. Nchi yao si nzuri, kwa sababu inanuka. Mtu angeweza kusema o, oh, matamshi yangu kuhusu wasomali si sahihi kisiasa. Mimi sijali, siwataki katika nchi yetu, na tutaenda vibaya na kuelekea pabaya ikiwa tutaendelea kuingiza takataka taka nchini mwetu. Siku ya Jumanne, Trump alimlenga na kumshambulia kwa maneno makali mbunge mwanamke wa chama cha Democratic mzaliwa wa Somalia, Ilhan Omar kutoka Minnesota, akimuita yeye na marafiki zake takataka taka. Trump pia alisema wasomali si watu wanaofanya kazi, watu wasiofanya chochote ila kulalamika, na walikotoka hawakuwa na chochote. Akataka warudi walikotoka na wakaijenge nchi yao. Vyombo vya habari vya Marekani vimezungumzia kuhusu misako ya idara ya uhamiaji na ushuru inayowalenga wahamiaji wa kisomali katika miji ya Minneapolis na St Paul huko Minnesota. Gazeti la New York Times liliripoti kwamba operesheni hiyo inawalenga mamia ya wasomali bila hati sahihi za makazi. Maafisa wa jimbo la Minnesota wamewatetea watu wa jamii ya wasomali dhidi ya mashambulizi ya Trump.

kuwalenga Wasomali, kuna maanisha kwamba mchakato unaofaa utakiukwa na makosa yatafanywa. Na tuwe wazi kwamba hii inamaanisha kwamba raia wa Marekani watazuiliwa, si kwa sababu nyingine yoyote ile isipokuwa ukweli kwamba wanaonekana kama Wasomali. Hiyo si sasa na haitakuwa kamwe sababu halali. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imesimamisha maombi ya uhamiaji kwa raia kutoka mataifa kumi na tisa Ikiwemo Afghanistan, Yemen na Haiti. Mamlaka zilisitisha michakato ya ushughulikiaji wa kadi za kijani na uraia kwa watu kutoka nchi ambazo tayari zinakabiliwa na vikwazo vya usafiri vilivyotangazwa mwezi Juni na Rais Donald Trump. Mataifa hayo kumi na tisa pia yanajumuisha Venezuela, Sudan na Somalia. Nam, rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amepewa mapokezo ya kifalme na ya kifahari alipowasili Uingereza leo Jumatano kwa ziara ya siku tatu ya kusherehekea mahusiano ya karibu kati ya nchi hizo mbili lakini pia kukumbuka makovu ya zamani. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Mwanamfalme William pamoja na mkewe Catherine anayejulikana kama Kate walionekana wakimpokea rais Steinmeier na mkewe Elke Budenbender walipowasili katika uwanja wa ndege wa Heathrow. Baadaye wageni hao waliokaribishwa kwa kutandikiwa zulia jekundu walipelekwa moja kwa moja katika kasri la Windsor walikopokewa na mfalme Charles watatu na mkewe Kamila, kukifuatiwa na sherehe za kifalme ambazo kwa kawaida ufalme huo wa Uingereza huwafanyia wageni wake mashuhuri, ikiwemo karamu ya kifahari rais steinmeier ndiyo rais wa kwanza wa ujerumani kufanya ziara rasmi ya kiserikali nchini uingereza ndani ya miaka 27 ujerumani na uingereza zina nia ya kuimarisha ushirikiano zaidi wakati wanapokumbana na changamoto za vita vya ukraine na sera za rais wa marekani donald trump za marekani kwanza zinazotishia kuharibu uhusiano wa muda mrefu wa biashara na usalama ziara hiyo itaendeleza kauli ya mfalme charles alipokuwa ziarani ujerumani mwaka elfu mbili 23 ambako alisisitiza uhusiano mwema kati ya mataifa hayo na umuhimu wa ushirikiano zaidi kwa siku za baadaye, jambo lililoungwa mkono pia na Steinmeier kabla ya kuondoka Ujerumani. Akizungumza na waandishi habari mjini Berlin muda mfupi kabla ya kuanza safari yake kuelekea Uingereza, Steinmeier alisema nchi hizo zipo kwenye njia ya kurekebisha mahusiano hayo baada ya uamuzi mkubwa uliochukuliwa na Uingereza kujiondoa katika umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Rais huyo wa Ujerumani kulihutubia bunge katika ziara yake hiyo na hii leo jioni anatarajiwa pia kukutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa mazungumzo yatakayojikita juu ya, ya ungwaji mkono wa mataifa hayo mawili kwa Ukraine katika vita vyake na Urusi. Ziara hii imejiri wakati serikali za mataifa yote mawili zikipambana na shinikizo kutoka vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinavyopinga uhamiaji, chama cha Alternative fur Deutschland AFD na chama cha Reform nchini Uingereza za kinachoongozwa na Nigel Farage. Siku ya Ijumaa Steinmeier pamoja na mkewe wamepangiwa kutembelea kanisa kuu la Coventry kukumbuka mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na manazi mjini London yaliyosababisha mauaji ya watu 568 na kuharibu nusu ya majumba ya mji huo mnamo Novemba 14 mwaka 1940. Mauaji hayo yalitokea wakati wa vita vya pili vya dunia. Ujerumani, hata hivyo, imeshaomba radhi zaidi ya mara mbili kufuatia ukatili wa utawala wa Wanazi. Ni wakati sasa kutupia macho ulimwengu wa mitandao ya kijamii. Lilian Mtono mm. yuko tayari kwa safari hiyo? E, John niko tayari, asante sana. Moja kwa moja inaanzia huko nchini Korea Kusini. Kuna Naam. kitu huko kinaitwa gereza la mapumziko sasa huko John e, mtu anawekwa humo kufungwa ili kupunguza msongo wa mawazo. Huko haupati kingine chochote, unapewa chumba chako kwanza, unaingia mwenyewe, unaenda e, kwenye hicho chumba, ni kidogo tu, hakina simu, hakina yaani, nikachumba tu, hakana kitu chochote. <laughs> mbona unacheka? Kwa hiyo unaingia humo unajifungia alafu sasa unaanza kufikiria mwenyewe nini ambacho kinakusumbua, nini ambacho kinakuletea msongo wa mawazo, namna gani unaweza ukakabiliana nacho. Unajifungia humo, huwasiliani na yoyote, unaletewa tu chakula basi. Sasa utaondokewa msongo wa mawazo ama ndio utapata maradufu, ndo ujisoti humo ndani <laughs> huna simu eh, hakuna yeyote anayefika karibu nawe eh, husemi na yeyote mm -hmm, alafu unaniambia kwamba ni kimya kimya yani una, Wazungu wanasema una meditate. Unakaa humo ndani kimya, unajiuliza mwenyewe, hujua saa nyingine i hey, msongo wa mawazo unasababishwa na watu. Hata hizi simu zinasababisha msongo wa mawazo, sabuura ukainazo okay, mbali. Lakini sina uhuru, na uhuru ni jambo muhimu kwa binadamu. una, unajipeleka mwenyewe kwa raha zako na shida zako, yani hapo hu, huambiwi na mtu, ni unajipeleka mwenyewe. Watu wanasemaje? <laughs> He, kuna mengi e, kwa mfano Brandon anasema mimi ningependa kwenda huko. Unaona sasa John, e, lakini Tamara Dalton anasema mimi naona ni sawa, nakwenda tu msituni, labda niende huko nikapate hewa safi, nisikie sauti za ndege nipa, nione mazingira mazuri wazuzuri, e, ilo. mbali tu na watu, najua watu nao wana mambo yao mengi, lakini kufungiwa kwenye kuta nne e, za nyumba alafu chumba kadogo hata sio ah, kubwa 26 yanayohusiana na ngono dhidi ya watoto baada ya uchunguzi uliofanywa na polisi nchini Uingereza kabiliwa ni matano ya kuwaingilia kimwili, kinguvu, watoto wadogo maana alikuwa anafanya, e, kwenye hiyo shule ya chekechea. Lakini ana makosa manne ya udhalilishaji wa kingono kwa kuwagusa maeneo nyeti bila ridhaa, makosa kumi na moja ya kuwapiga picha na kuwadhalilisha, na makosa mengine sita ya kutengeneza picha za aina hiyo, yaani za kuwadhalilisha watoto. Kwa hiyo anasubiri hukumu yake itakayosomwa kwenye mahakama ya Wood Green Crown, Januari 23. Wengi wamesikitishwa sana na kisa hicho, wanasema wanasi hubiri tu hiyo hukumu kwa sababu wanaamini atapewa kile ambacho anastahili. John, imenisikitisha mm. tafadhali itie mm, kwenye kalenda yako mm -hmm, ufuatilie hukumu na itakapotolewa hiyo Januari ishirini na tatu. Tuambie haya, tusome maoni ya watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji wetu mm -hmm, kwenye YouTube. Luhende Jisandu wa Igunga, Tabora, Tanzania anasema ni furaha kubwa sana kumwona dada yetu Nifa amerudi uraiani. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema hakika demokrasia barani Afrika ni changamoto. Sijui tutaimarika lini. Baraka Magere wa Kilindi, Tanga, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, tatueni migogoro inayoendelea katika sehemu mbalimbali, tunahitaji haki na amani. Na Edson Edward akiwa Kiamlaile, Bukoba, Tanzania, anasema e, Mwenyezi Mungu, tujalie amani huko Afrika Mashariki. Baraka Rabani ametuandikia kutokea Kigoma, Tanzania, anasema tunashukuru kwa kuachiliwa kwako, karibu reyani nifa Shukran sana Instagram, namwona Lucas Roswe anasema umoja wa mataifa kulaani kinachoendelea Uganda bila vitendo hakuleti tija. Shukran sana mtazamaji, msikilizaji na mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi, muda umetupa kisogo, dakika zetu 30 zime tamatika. Upande wa kushoto studio ya pili alikuwepo Lilian Mtono. Kwa niaba ya kikosi kizima, miye ni John Juma, nakutakia usiku mwema. Kwa heri.